Tulikutana, unajua Gigy ni mwanangu, namjua Gigy tangu anasoma form, form one. Kipindi hicho nimetoa wengi wa lagai kwayo, ni mtu ambaye anamfahamu sika ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni msichana mmoja ambaye ana ndoto zake ana vitu vyake vingi ambavyo watu watakuja kuvijua, kwayo ni mwanangu, namjua long time na tulikutana kweli chini ya baa, tukawa tunakunywa pamoja na, kunyo, pa moja, na... Enjoy, my story, na palikuwa pana watu wengi, lakini ilitokea tu mzuka akaanza kukata mauno na mimi sana tu yani, kwani ilitokea, si kitu ambacho tulipanga au tulitoka out, no, tulikutana ikawa hivyo hivyo kama ilivyotokea, kwamba usikule niliondoka naye hapana. So, usikondoka naye ndo kama hivyo tulienjoy, kwa sababu mwenyewe niliwaka, kwa sababu ningekuwa na akili zangu nisingefanya hivyo vitu, nisingeruhusu ningemwendo kwao mwenyewe, niliwaka nikakuta na mbambia. Yani ilitokea tu kwao, hata vitu vingine sikumbuki, lakini hakuna kitu chochote kibaya ambacho kilitokea, kwa sababu sio nili, nilienda mwenyewe na drive, na nakumbuka pale nirudi na drive kwao, ilikuwa ni safe.